Basi moja kwa moja tuinamishe nyuso zetu chini tuweze kuomba kwa ajili ya somo la leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu mwenye nguvu, asante Roho Mtakatifu, Bwana wetu mwaminifu, Mungu wetu ambaye, Bwana, umetupatia muda ili Baba tuweze kusimama mbele zako, Roho Mtakatifu, kujifunza maneno yako ya, ya uzima. Karibu Roho wa Mungu, useme nasi kwa roho yako Mtakatifu. E Mungu wetu mwaminifu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, Tumekutanika watoto wako ili Mungu uweze kusema na sisi Baba, fungua masikio yetu ya kiroho na macho yetu ya kiroho. Naamini kwamba Mungu ni Mungu anayesema na watu wako Baba, naamini kwamba unakuja kuongea na watu wako ambao uliwanunua pale msalabani kwa damu yako iliyovuja. Nafunga milango ya <coughs> na kuzimu na mauti haitakuja kuwazuia watu wako kuweza kupokea. Baba naamini kwamba Mungu mwenye nguvu wanakwenda kupokea. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Pokea utukufu, heshima na shukrani, nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mm -hmm. Somo letu la leo, leo lina kichwa cha somo kinachosema malipizo baada ya kuokoka. Malipizo baada ya kuokoka. Unaweza ukaandika malipizi au kaandika malipizo baada ya kuokoka. Nini maana ya malipizo baada ya kuokoka? <coughs> Ili jambo wengi baada ya kuwa wanapotokea akuwa hapa duniani ikafika hatua wakafa, kama tunavyojifunza katika Waebrania ile sura ya tisa na ule mstari wa ishirini na saba. Mara nyingi waka nawaambia jinsi andiko jinsi lilivyo kwamba kwenye Waebrania ile sura ya tisa na ule mstari wa ishirini na saba <clears> hapa <throat> Biblia inasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa tu, huwa mwanadamu anakabiliana na hukumu. Sasa hii hukumu haijalishi umeokoka au haujaokoka, lazima utakwenda kuhukumiwa na Mungu. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinaleta hukumu kwa watu wengi, hasa waliookoka ni <coughs> mambo yanayohusiana na malipizo. Malipizo nini maana yake? Unakuta wakati bado hujaokoka Ulikuwa ni mwizi ulikuwa unaibia sana watu vitu vyao, ukawa unafanya vitu sana vibaya, kupokonya mali za watu. Kwa mfano, unaweza kuwa unafanya kazi TRA, ukawa una, una, una unakusanya kodi, lakini kupitia zile kodi ukawa unaibia watu. Unaona au? Mwingine ni mfanyabiashara biashara, katika biashara kuna wizi mwingi unafanyikaga, wizi mbalimbali mbali, watu wanafanya. <coughs> Sasa katika ule wizi unapokuta umeokoka ni sharti urudishe vile vitu ulivyoviiba. Usiporudisha vile vitu ambavyo uliviiba hata kama unaokoka unanena kwa lugha unafanya maombi, jitarajie kabisa baada ya kufa utaenda kuzimu na uokovu ulio nao, kwa sababu Mungu atakwenda kukuhukumu, kwa sababu haukufanya matengenezo. Na sio wizi tu, mpaka waume za watu. Unajua umeokoka lakini pale nyuma kuna mume wa mtu ulimchukua. Kwa mfano, mara nyingi waga nawafundishaga kwamba ndoa ambayo Mungu anaitambua ni ile ambayo unakuta kijana alikuwa hajai kuoa mwanamke na yule binti hakuwahi kuolewa na mwanaume yeyote, labda wao wakapendana kwa ile maelekezo ya Mungu mwenyewe. Wakishakuwa hivyo, kwa yale maelekezo ya Mungu mwenyewe, uh, ikatokea sasa wakaruhusiwa na wazazi wakaenda kuishi pamoja, hiyo mbele za Mungu inakuwa ni ndoa, isipokuwa watumishi wa Mungu kazi yao ni kwenda kubarikia nini ile ndoa. Na ndio maana wanga natoka mfano kwamba je, mfano kama watu labda walikuwa ni Waislamu ukasema wewe sio Wakristo, inapotokea wakaja kanisani, utavunja ile ndoa yao kwamba haikuwa ndoa, kisa walifungia msikitini au walifunga kwenye mambo ya kimila? Ile ndoa huwezi kuivunja kwa sababu walipooana vile, kwa kuwa kuna ruhusa ya wazazi ilitoka pale, wale watu walikwenda katika usahihi, isipokuwa tu wamekosa baraka za Kimungu, na hivyo wakawa wameoana tu kipagani, ila Mungu anajua ile ndoa. Ukimwacha yule mtu ukaenda ukaoana na mtu mwingine, wewe unakuwa ni mzinzi, na kama umeshakuwa ni mzinzi, hakuna mzinzi ambaye anayeweza kaingia mbinguni. Sasa ikatokea sasa, wewe katika maisha yako uliishi na mtu ambaye unajua huyu mtu alikuwa na mume wake, umeishi naye mpaka umeingia kwenye wokovu, unaishi naye jua kabisa baada ya kufa naenda motoni. Ndio maana waga nawaambia lazima uweze kukagua ndoa yako jinsi ilivyo. Huyo mume wako hakuwahi kuoa mwanamke mwingine, na je wewe mwenyewe hukuwahi kuolewa na mwanamume mwingine pale mwanzo? Ikitokea tu kwamba ulikuwa na mume, mrudie mume wako wa kwanza. Ukiwana shaga wa mke mwingine kae hivyo hivyo usiolewe. Yule mme ukagundua alikuwaga na na a, wewe sio mke wake, lazima muachane, ili ukae katika utakatifu. Hayo ndio maana ya malipizo. Sasa kuna wengi baada kwa umeokolewa hawataki hiyo gharama, kwa sababu kuna wachungaji wengi washaanza kuwadanganya, Mungu aangalii hayo, haina shida, unajua mlioana mkiwa pagani, sasa hivi oana mlokole mwenzio, huo ni uongo utarajie kwenda kuzimu kama utakuwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo sasa, ndio maana sasa angalia, je, hauna kitu cha mtu ambacho unachodaiwa wewe? Unajua kuna watu wengine unakuta wanaishi kwenye nyumba kwenye nyumba, inaweza kuwa ni ya kupanga tu. Unakuta jirani yako ameondoka, wewe unasema si jirani yangu tu hayupo, unachukua vitu vyake vya kupikia, unaanza kupikia, hujamuomba. Wewe ni mwizi ujue kabisa baada ya kufa Mungu atakupeleka kuzimu. Hata kama umechukua mkaa bila kumuomba, umechukua sahani bila kumuomba, umechukua chombo bila kumuomba, lazima umuombe. Hayupo ka hivyo hivyo, kwa sababu Mungu anakwenda kuwahukumu watu. Jambo la wizi ni jambo pana sana. Ili jambo la malipizo utakwenda kuliona. Kuna mtu aliyekuwa ni Zakayo, Zakayo akawa analipa, ana, anatoza watu kodi. Zile kodi Zakayo wakati natoza watu Alikuwa anawaibia kwenye ushuru. Alipokutana na Yesu, Zakayo ndani yake alianza kuhukumiwa, akasema Mungu yule ambaye niliyemwibia nitarudisha mara nne. Angalia Zakayo akasema atarudisha mara nne, maana yake anafanya malipizo. Kwa hiyo wengi ambao waliokolewa uoga hawataki kufanya malipizo. Kwenye Luka sura ya 19 angalia hapo kwenye Luka. Sasa Luka sura ya 19 tusome ule mstari wa nane. Luka sura ya kumi na tisa na ule mstari wa, wa nane hapa Biblia inasema, Zakayo akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali ya Mariamu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia Leo wokovu umefika nyumbani humu kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Angalia, huyu Zakayo alikuwa ni mtu anayetoza sana ushuru. Huyu katika unyang'anyi wake alisema, ikiwa kuna mtu ambaye ameshakwisha kumdhulumu atarudisha mara nne. Hayo ndio malipizo. Kwa hiyo, kuna watu wengi wanakutaga katika maisha yetu ya zamani, kwenye njia zetu, zile njia zetu za hovyo, mbaya mbaya kuna mambo tuliyaharibu lakini hatujataka kwenda kutengeneza, lakini nasema, Bwana Yesu asifiwe. Wengi mpaka mnadaiwa mpaka leo, mpo kwenye uokovu, mna madeni ambayo yale madeni ni watu kule zamani huko, lakini kwa sababu ukarudisha kule hutaki, halafu nafikiri utakwenda mbinguni. Mbinguni huwezi kuingia, nakwambia kabisa ukweli. Angalia kwenye Kutoka, wezi walikuwa wakipatikana, walikuwa wanauliwa wasipouliwa wamekamatwa na vile vitu wanarudisha tena, na faili inaongezeka pale juu. Angalia kwenye ile Kutoka hapa Kutoka ile sura ya ishirini na mbili tuanzie mstari wa kwanza hapa Kutoka ishirini na mbili moja hapa Biblia inasema mtu akiiba ng'ombe au kondoo na kumchinja au kumuuza, atalipa ng'ombe watano badala ya ng'ombe mmoja, na kondoo wanne badala ya kondoo moja. Angalia hapo, mwivi akipatikana akiwa yu hali ya kuvunja mahali naye akapigwa hata akafa, hapatakuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Umeona eh? Kwa hiyo zamani walikuwa mpaka wanauliwa. Akishauliwa pale hapo, sasa wamemalizana. Lakini yuko mzima, lazima atalipa hawa. Na zamani na wenyewe walifanya malipizo. Angalia vizuri hapa kwenye huu mstari wa pili. Mwivi akipatikana akiwa yu hali ya kuvunja mahali, naye akapigwa hata kapa, hapata kuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Aya ni malipizo. Ndio maana somo leo linahusiana na malipizo baada ya kuwa umeokoka. Sasa hapa kuna kitu fulani leo utaenda kukiangalia kwa upana sana, ukiangalia kwamba huyu mwizi namna anayokwenda kulipa kuna vitu vingine unajikuta wewe baada ya kuwa umeokoka, vilikuwa ni vitu vikubwa sana, au uliowaibiaga ni watu wa zamani sana. Sasa utafanyaje? Maana wale uliowaibia uliowafanyia uharibifu uenda washakufaga, wengine au wengine washahama mtaa wakapotea, au wengine mnakopaga mikopo, mkishakopa ile mikopo mikubwa mnahamaga na miji, mnakimbia kabisa, mnaondoka. Ndugu yangu, lazima utafute ile thamani ya kile kitu Ukishaipata thamani ya kile kitu ambacho mhusika unajua alikuwa na kudai, tafuta watoto yatima, nenda au kanisani kwa mchungaji, kwa mtumishi, vile vitu kavipeleke, akuombe atakufanyia maombi ya kufungua pale. Alafu akishakuombea yale maombi, hatimaye vile vitu vitapelekwa sasa kwa watoto yatima au kwa wajane au kwa mtu mwenye uhitaji, atapatiwa yeye hapo. Wewe utakuwa umefunguliwa. Lakini kuna wachungaji wengi wanawadanganya kwamba yote yashakusha msalabani. Aa, haina, haina shida. Hujui utaenda kudaiwa. Kwa hiyo lazima ufanye hayo malipizo. Nakumbuka mimi kuna siku moja nilikumbuka mpaka nikatubu sana. Kipindi mimi sijaokoka zamani. Sikuwa kana tabia tu za ovyo ovyo, isipokuwa tu tuko tunapata mkumbo. Kuna kijana mmoja alikuwa anauzaga mandazi. Akawa amekuja pale nyumbani yeye akiona mnacheza ile mipira yenu ile na yeye anaacha ile ye, mabeseneke ya mandazi anakwenda huko na yeye kucheza ule mpira. Akiwa kwenye hiyo shughuli ya mpira sasa, mnagundua usana anacheza mpira huyo hana habari, mnachukua mandazi, mnarusha juu ya nyumba, mnarusha huko. Yanatoka upande wa mbele, yadumikia ya upande wa nyuma kule. Akishaondoka yule mtu baadaye, mnakwenda kuangalia, unakuta amechukua mandazi matano, mnachukua mandazi kumi. Huo ni wizi. Kwa hiyo sasa natakiwa na mimi kufanya nini? Kufanya malipizo. Nitavuta gharama ya ile maandazi, labda nipigege simu, jamani hao watu bado wapo, niwaambie bwana wewe nilikuibia kipindi kile, nitafute toba. Sijawapata, nimeambia labda washaga hama hawapo, nikutafuta hiyo thamani, niende sehemu kwa kwa wahusika wengine niwapatie hapo mbele za Mungu, na kumefanya nini? Unakuwa umefunguliwa, kwa sababu hakuna mwizi atakayeingia mbinguni. Uliyafanya kwa ujinga, sawa, lakini bado kuna mashtaka, ulimwengu wa roho waga na wafundishaga hati ya mashtaka. Na kitu kingine hata makanisani kuna wengi ni wezi wa zaka, tena Mungu anakuona wewe ni jambazi kabisa. Yani kama unamibia Mungu zaka, wewe una utofauti na jambazi anayevunja maduka ya watu na kuiba? Hauna mabunduki sawa, lakini wewe ni jambazi wa kiroho, tena unamibia Mungu. Unajua kuna hatari sana kumibia Mungu, bora mibie mwanadamu na penye sio bora, kwa sababu ni uovu kwenye ile Malaki sura ya tatu na ule mstari wa nane Malaki sura ya tatu angalia hapo ule mstari wa nane inasemaje inasema hivi Malaki tatu nane angalia vizuri hapa je mwanadamu atamwibia Mungu lakini ninyi mnaniibia mimi lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani mmeniibia zaka na dhabihu ni zaka na sadaka haiishi zaka tu ni mpaka na sadaka anasema mnamwibia, ehe, ninyi mmelaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote, leteni zaka kamili galani, sio nusunusu -nusu, kamili. Kuna wengine wakishajua wanapokea milioni tano zaka yake si laki tano pale anatoa elfu kumi wewe ni mwizi mbele za Mungu, hata mbinguni huwezi kuingia. Sasa lazima uyazingatie haya. Sasa kwenye kipengele hiki cha wizi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 unagundua kwamba wewe ulikwaga ni mchawi na wanga, unaruka usiku na ungo, unapaa ha, ha, wee ha, hautoi nauli ili unapaa na ungo unaruka kama unaukaga ungo, na na ungo umeshaua wa watoto wa watu, umewaua wengi sana. Huwezi kwenda kusema mimi nikaga ni, ni mchawi, nimeua mtoto wako naomba nisamehe. Watakumaliza kwa sababu kwanza wana hasira alafu pili, wanajua we, oh, umeondolea mtoto wao, na we lazima wakumalize. Uwezi kwenda kusema niliua watoto wako, hamna ilo eneo. Hatuendaki kuomba malipizo chakufanya, we tutakwenda mbele za Mungu kusema mimi, Mungu, mimi nilikuwa mimi ni, ni muaji, niliua fulani, niliua fulani, Mungu nisamee, atakusamee. Kwenye ushuhuda utasema niliua tu watu wengi, jamani, mimi kuwa nimeua. Kama kutoa mimba, unasema mimi nimetoa mimba lakini huwezi kuongea eti mimi niliua fulani, watakuua. Kwa hiyo kwenye malipizo, mambo ya, ya uchawi, mambo ya mauaji waga hatuongei kwa sababu itakufanya wale leo waumiza, waanze nawe kukuharibu, kukushambulia. Kwa hiyo utakwenda tu kurekebisha mbele za Mungu hivyo kwa kuongea tu hayo mambo leo yafanya, na baada ya hapo Mungu atakusamehe, na wewe utakuwa tena hauna hatia juu yako. Sasa ikiwa umeona malipizo jinsi yalivyo, we ukijiangalia, wewe ambao unanisikiza sasa hivi hapo, wakati hujaokoka, je, haukuaga na vitu vya watu ambavyo vile vitu havikuwa vya kwako? Mhusika hakukwambia tumia, hajakwambia haja kanacho, lakini we umekaa nacho. Alafu na kuna watu wengine wanatabia mbaya, labda mtu akimwazima kitu, anasema hiki ni cha kwangu. Yaani kaazima labda nguo, ile nguo anasema ni ya kwake. Tena kimwambia bwana nipe nguo yangu, anakuwaga na jibalaguza. Hiyo mbele za Mungu ni dhambi. Kwa kama una chochote, hata kama ni sindano, wengi kuna shuhuda mnazisikiaga. Kuna mtu mmoja alichukua sindano ya jirani yake, sindano akashonea nguo. Alipokufa alienda motoni, akaambiwa hakunaga mwizi anayeweza kaingia mbinguni. Kwa nini? Kitu cha mtu yoyote anapokuwa hajakwambia tumia ukakichukua ni wizi, kama wizi mwingine, kwa sababu mwizi ni mtu anayechukua kitu cha mtu bila ruhusa ya mwenye nacho, haijalishi ni kidogo kiasi gani. Ndio maana msije mkajidanganya eti kwa Mungu kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. Hujume jidanganya, angalia Yakobo sura ya pili, Yakobo sura ya pili na ule mstari wa kumi. Maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue, basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Umeona? O Mungu, mimi sikufanyaga kabisa uzinzi wa wale washerati, sikufanyaga kabisa hayo. Lakini kumbe ulikuwa na nguo ya mtu uliichukuaga zamani, atakwambia ile nguo uliiba, utaongea nini? Utakosa cha kuongea. Kwa hiyo lazima ukae chini. Na kuna wengine pia mnatoaga nadhiri nitamtolea Mungu kiasi fulani halafu hautoi. Mbele za Mungu nakuwa vile vile ni muovu. Ndio maana Mungu anasema heri usiweke nadhiri kuliko kuweka alafu siuondoe. Yaani bora usiahidi chochote. Yaani bora unyamaze sio dhambi kunyamaza. Yaani kutoka kutoa nadhiri sio dhambi. Ni heri usiweke kabisa. Ila bora uweke na uondoe. Na kitu kingine, kuna kitu ambacho leo nimalizie. Ilikuwa ni usiku wa kuamkia leo, Mungu amenifundisha kabisa, naona alimtuma mjumbe wake, malaika alikuja kwa sura tu ya kibinadamu usiku, sema tu ni ni stori ndefu, lakini mimi nitagusia tu kitu kifupi sana. Labda wewe ukihitaji private uje nikueleze ilikuwaje, mambo yote lakini nigusie kipengele kimoja tu Aliponipokea yule alinipeleka kwenye, kwenye nyumba yake akaniambia akasema, mimi watu wote nao wadai, nimeshawasamehe nimeachilia. Alipongea, aliongea vitu vingi sana lakini hicho tu kimoja tu, akasema watu wote nao wadai yeye ameshawaachilia. Nikawa nakumbushwa andiko ambayo nalosema ikiwa kuna ndugu ambaye amekuja kwani mhitaji akawa anahitaji kitu kwako, akasema umkopeshe. Andiko linasema usitaki hata kurudishie, kwa sababu unapofanya vile unakuwa unampatia Mungu. Lile andiko lilipokuja ndio nikawa nakumbuka. Kwa hiyo na mimi kabidi nifanye hilo zoezi, ndio uko, najua wote ninawadai nikawaachilia. Kwa nini unapofanya hivyo? hata Mungu mwenyewe kuna vitu anavyoviachilia kwako kwa. Lakini sasa wewe unanisikia hapa, sio iwe ndo, ki, ndo kigezo uanze sasa kwenda kuchukua vitu kwa watu eti nimesikia hapa hakuna kuachiliwa. <laughs> sasa ujue wewe, <laughs> utakuwa ni tapeli, utakuwa tapeli kabisa. Hiyo e, inasemea wale ambao unakutaka ni wahitaji kabisa, wamekujia kweli. Kuna mazingira ambayo kabisa unaona hawa Mungu anasema wao wewe waachilie. Kwa nini Mungu atakufungulia mlango mwingine? Sasa tunaenda kumaliza sasa. Em, wewe ambao umesikia maneno haya. Em, jipime sasa. Ingetokea leo parapanda ikilia au kafa sasa hivi baada ya kusikia haya. Je, ungekwenda mbinguni kweli? Kwa sababu Mungu anasema neno lako ulituma huoga halijagi bure. Linapokwenda linakwenda kutimiza mapenzi ya Mungu. Halimudii bure. Huenda si wewe lakini kuna mwingine inamhusu hili jambo. Je, wewe hebu angalia katika maisha yako. Huyo mume wako uliye naye ni mume wako kweli? Huyo mke uliye naye wewe ni mke wako kweli? Je, ikitokea ukafa sasa hivi, je, dakika like hii tunapoongea, Mungu atakuona wewe ni mzinzi? Na je, ikatokea hapa sasa hivi ukafa, hauna vitu vya watu wewe? Hebu angalia, angalia. Huu ni muda ambao Mungu ametukusanya, maana amesema tukutanikapo tuonyane, ndio tunaonyana hivi. Mungu amekuona kwenye uliyafanya, ukawa hujui uliyafanya tu, ukawa unajisahaulisha tu, lakini leo Mungu ameyaleta kwako, leo aweze kukuponya uweze kupona. Ikiwa ni wewe unajua kabisa, uko hapa, Mungu akusamehe. Lakini kwa wakati wako, nenda mbele za Mungu, ingia ukaombe toba. Mimi nitakuombea hapa, ili Mungu akusamehe, lakini na wewe mwenyewe utaingia mbele za Mungu ukaombe toba. Iyo tobo utakayoomba Mungu ataisikia. Na kama kuna mwingine wajua kabisa kwamba hapo ulipo kuna mtu yakujaga ni mpendo mwenzio, akasema bwana, ni lazima kiasi fulani mimi nitakurudishia. Umekipata wewe, kama ni, ni, ni, ni mpendo mwenzio wewe, kama ulivyosikia hapa kuhusu kuachilia, wewe achilia. Lakini umesikia kabisa kwamba wewe unaona kabisa una uwezo kabisa wa kurudisha. Wewe rudisha tu. Sio dhambi kurudisha. Si dhambi kabisa. Heri urudishe anayepokea akatae, aseme bwana, wewe kana nacho, nimekubariki tu, sio ujibariki mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna vitu vya namna hiyo, we ukumbuke, unajua unapaswa kumsihi Roho wa Mungu, nikumbushe ni wapi nilipokosea, ni kitu gani ambacho nimekisahau. Wengi wanakwenda motoni pia kwa dhambi za kusahau. Ushaga sahau zamani, lakini shetani hasahau. Tangu nazaliwa, anajua yote tunayofanya, anajua kwa hiyo ili kutoka kwenye laana ya wizi na kutoka kuwa ni mtu ambaye ni jambazi, ni kumambia Mungu nikumbushe, na Mungu akusamehe. Uenda ni kazi ni kwako ulikuwa unafanya hayo, wewe ni mitaani, wewe ni maeneo mengine, mashuleni, kalamu za watu. Kama ulikuwa ni mwizi wa makalamu, tafuta makalamu, nunua makalamu mengine, nunua madaftari mengine, wapelekee wanafunzi. Hapo utakuwa umesamehewa na Mungu, ila hivi hivi itakuwa shughuli nyingine. Ili nimekwambia damu yako Mungu atakuja kuidai. Kwa hiyo tunapojifunza haya, ujue haya mambo yapo kabisa na kati yetu ujue kuna watu tulifanya. Mimi ushuhuda wangu nimeutoa. Na hata kama una ushuhuda kwa ili kuwatia moto wengine, utaandika hata kwenye grupu na wengine wajifunza kwa jamani hata kuna mimi nilikuwa kama master. Nilikuwa na mimi nafanya hiki. Wengi watajifunza madamu Kristo anakutambua, itawasaidia na wengine na wao kufunguka. Unapofunguka na Mungu mwenyewe ataweza kuwa wazi mbele zako. Na cha mwisho kabisa, kuna jambo jingine ambalo wengi huaga linawaponzaga. Mtu anajua yeye alishaga uh, fanya mambo mabaya sana kwenye mili, kwenye mwili wake. Kwa mfano, alikuwaga labda na mtoto akamuua, wako wengi wanafanyaga hivyo, akamuua ili aonekane hajawahi kuzaa au wengine wakatoa mimba, maana wanajuaga mtu akishazaa kuolewa ni kipengele, anaama kutoa mimba na nyamaza kimya kimya, anasema mimi sije, mimi ah, mimi ni binti kabisa, nikwenda kuolewa na mtu wewe, na yule mtu yeye ametaka kuoa mtu ambaye hajawahi kuzaa, lakini wewe unamdanganya, unasema hujawahi kuzaa, kumbe shazaaga ukatoa mimba. Hiyo ni dhambi mbele za Mungu, lazima utubu na umwambie mume wako, bwana, mimi nilikudanganyaga, nilitoaga mimba, umwambie ukweli umwambie ukweli kabisa. Au unajua, ushagachepuka kutoka nje ya ndoa kimya kimya, alafu unakuja unajibaraguza eh, hey, Mungu, naomba unisamehe. Akusamea? hujamwambia mwenzio, hiyo dhambi itakuwepo milele, yani mpaka utaenda nayo kuzimu. Lazima uongee, Bwana naomba unisamehe, siku ile Bwana mimi maitokea hivi na hivi nikafanya moja. Yani mwambie, akikufukuza heri akufukuze, wewe utaenda mbinguni, heri akufukuze lakini mwingine kama ana upendo wa kweli, hata kufukuza ataumia tu, lakini atakusamee. Ila umeona kabisa amekasirika na amekutimua wewe, tu kaa hivyo hivyo. Mungu utakumefanya kwa ajili ya Mungu. Kuna gharama, hakuna gadhambi sio na gharama. Ndio maana wengi tunawaambiaga kukaa katika nini, katika uaminifu. Sasa mpaka hapo umejifunza nini? Mimi nitakwenda tu kukuombea katika yote hayo uliyojifunza, ikiwa kuna eneo lako utachukua nafasi wewe mwenyewe Eh, utafanya na vile vile, toa minifu jamani, kumtolea vile vile Mungu. Mimi nitakwenda kuomba, lakini wewe ambaye ni muhusika vile vile utakwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu akusamehe, halafu baada hapo utachukua hatua ya kufanya maelekezo niliyoyatoa. Kama kama utakuwa hujaelewa vizuri somo, nimerekodi hapa, nitawatumia baada ya ujumbe huu, pia muweze kusikiliza kwa umakini tena vizuri, ili uweze kujua nini cha kufanya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, asante kwa watu wako Mungu ambao Baba umenipa nafasi kusema nao siku ya leo. Sio maneno yangu baba, ni maneno yako wewe, kwa sababu sikuandaa kuongea haya, ila wewe Mungu ndio umesema nao, maana ni wewe Mungu naye wajua baba. Angalia Roho Mtakatifu, nimesema na watu wako, wanao wenye ufahamu, wanaoelewa, wanaojitambua. Babu wasamehe kama kuna maeneo walikosea kulingana haya ambayo nimewafundisha, ee Bwana wakafanya ikiwa ni malipizo ya ndoa, ikiwa ni malipizo ya vitu, babu kawasamehe, ukawape neema ya kutendea kazi haya waliojifunza, kwa sababu sio muda pala panda italia. Hivyo kuna wengi watakaoachwa kama hawataishi katika maelekezo haya ambayo Mungu unayowaelekeza. Baba katika jina la Yesu Kristo, kila yeyote atakayekuja mbele zako Mungu akija kurekebisha, babu kamsamehe, mbingu zifunguke juu yake, na tangaza msamaha katikati ya watu hao. Natangaza toba hata mbingu ziwatambue. Natangaza kufunguliwa kwa watu hawa, na ikiwa kuna wengine ambao Shetani alisimama akafunga vitu vyao, wengine akafunga matumbo yao wasizae, wengine akafunga biashara zao, wengine akafunga ndoa zao, wengine akafunga maisha yao ya kiroho kwa ajili ya hizi dhambi ambazo nimeziongea hapa, natangaza moto wa kimungu waanze kupita ndani yao na kuwafungua. Ninaagiza moto wa Mungu tembee, moto wa Mungu tembee, kwa yeyote aliyesikia somo hili moto wa Mungu pite, kufungua chochote ambacho shetani alisimama kuwashtaki mbele za Mungu, kama ni waovu, kwamba ni wenye makosa wameshajifunza shetani, na kutangazia kwamba watu hawa, hii dhambi haitakuwa juu yao tena, maana wamejifunza. Labda yule atakayeshupaza shingo akawa mgumu akaacha kutii maagizo haya, labda huyo uovu kwao utakuwa juu yake, lakini aliyesikia na kuamua kuchukua hatua ya kuanza kutengeneza, shetani, huo uovu hautakuwa juu yake, bali huo uovu utakuwa juu yako wewe mwenyewe, shetani. Baba katika jina la Yesu Kristo, damu yako ifunike watu wako hawa wa, natangaza moto, ikiwa kuna magonjwa waliotupiwa tupiwa, sahi napongea yaanze kukimbia na kuachia dakika hii napongea, maana imeandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta ili kuwatangaza maskini habari njema na wafungwa kufunguliwa kwao wa. haya mnafunguliwa wote ambao mlikuwa mmefungwa kwenye kifungo hiki, ninaongea kama mwana Mungu niliyepewa mamlaka ya kuwafungua waliofungwa. Baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru yako mengi ambayo ningeyaomba, lakini itosha kusema asante watu wako Bwana, wakachukua hatua ya kuwatendea kazi haya ambayo wamejifunza ya kufanya malipizo Baba, na kutukuza Mungu wetu mwenye nguvu. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo, amen. Hapa mtaweza sasa kufungua sauti zenu, kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa na swali.